Mheshimiwa mbunge Toto Bahemu na wajumbe kwa ujumla, karibuni kwenye hii hospitali yetu ya wilaya ambayo iko katika kata ya Mbuba. Kama nilivyoanza kukupa utangulizi kidogo pale nje <coughs> ni kwamba hiyo hospitali iliyoko hapa kata ya Mbuba ni hospitali yetu ya wilaya ambayo imeanza kutoa huduma tarehe moja mwezi wa tano 2024 na na mpaka sasa hivi tumeshaanza kutoa huduma za upasuaji na kutolewa huko na kuanza kutoa huduma za upasuaji imepunguza adha yeah, kwa wananchi yeah, ambao walikopo wanasafiri umbali mrefu wengine wakienda Nyamiaga wengine Murugwanza, yeah, lakini kwa uanzishaji wa hospitali hii ya wilaya yeah, basi imetoa huduma bora kabisa na kwa, kwa takwimu za sasa hivi mama wajawazito wanaojifungua mm -mm, ni kuanzia mia hamsini mpaka mia mbili uh -huh. uh -huh. kwa mwezi, na wagonjwa wa nje tunapata mpaka wagonjwa elfu tatu. Kwa hiyo ni kuonyesha jinsi gani kwamba kulikuwa na uhitaji wa hospitali kuwepo hapa uh -huh. na muda si mrefu tutaanza kutoa huduma za x-ray uh -huh. na pia huduma za meno uh -huh. kwa sababu kama unavyofahamu mahitaji hayo ni muhimu mm. Na ikiwa ni mpango mkakati wa hospitali ya wilaya mm. kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi, na, na miongoni mwa huduma bora hizo mm. na maana hizo x-ray pamoja na hizo huduma za meno zitakuwa mm. zinatolewa hapa mm. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mbunge, karibu sana mm. Na inaonyesha kabisa jinsi gani wananchi wa huku walikuwa na kiu ya kuwa na hospitali kama hii mm na muda si mrefu pia tunategemea kupata gari ya wagonjwa ambulance, nafika kama sio mwezi huu, basi mm. mwanzoni wa mwezi wa kwanza tutataipata. Yeah. Mm, karibu sana, asante sana.